Usijaribu usiona ati kina kina tao wamekuja hapo wamepiga piga kelele ati wako na ushawishi sana. Alikuwa anatafuta bunge wa Malava. So alikuja namba 2 na 20,000 votes. Ule malulu ingeni alipata 22,000 votes. So Panyako mwenyewe kwanza is a very strong candidate. So sisi eh, kama wanachama wa UDA tumeleta mtu ambayo alikuwa eh, MCA. mm -hmm. so, this is the first time is coming Uh, tuvai okay. So ukijaribu kuona ile bezi yenye sisi tulikuwa tushafunga ya karibu elfu kumi mm -hmm. Tukikuja kufanya kampaign kidogo hivi tutapiga karibu 16000 mm -hmm, ama 20000 okay. 20000 sahi katika hii by election, na uh, vile ambavyo amekwambia hela mm -hmm ni muhimu sana katika election yote. Mimi ni mwanasiasa naweza na, na, na, na kuambia, na kuambia kama kuna kitu very important kwa by election ni vile ambavyo umejipanga, vile ambavyo utamobilize watu watoke. Kwa sababu kwa sababu watu wengi mimi kura yangu iko Kericho, kama kungekuwa na kura leo Kericho singekuwa huko hukosikumwaga. So, tu, sisi tutajipanga vile ambavyo tutatoa watu wakuja wapige kura. So, ile na nimesema ile kitu ambayo sikuwa nataka kusema hapa. Mm-hmm. Kwa sababu hiyo ni part of the things tunajipanga nayo. So, ile ile mpango ambayo utajipanga uweze kutoa wale watu wakuja wakupigie kura. Mm -hmm. Ndio muhimu sana katika hii by election. Number two, kuna zile, kuna zile dynamics ambazo zinachezwa huko vile ambavyo amesema ukweli. Kuna ile side ya Musalia. Mm -hmm. Kuna ile side ya vijana wadogo ambao wanafaa kuambiwa. Mimi pia ni kijana mdogo, lakini Musalia alisema vizuri. Mm -hmm. If you don't tame your ambition, mm -hmm. that ambition will come to eat you okay, yourself. So, ukiona vile ambavyo wanaji wanaongea wana, wana, wana, wana mm -hmm. wanaongea katika wanaongea na ile tone ya eh, rigadhi kashagua ile ya ku, ya ku, ya, kuanza kusema ya kwamba sijui tunakuomboa mluya mnakuomboa mluya kutoka wapi mluya alikuwa ameshikwa wapi? Okay. Sisi wote ni wa Kenya. So ukiona akina Musali wakienda kufanya campaign sisi tuna, tunafanya ile campaign ya ya, ya kusema ya kwamba tutakuja kuwafanyia. Kwa hivyo tuseme kwa hivyo tuseme tuseme uh, uh nyota wawili mnasema kwamba it's a 50-50 battle. I can't say it's a 50-50 battle. uh, it a 50-50? a, a, a, per se because yeah. Ukijaribu kuona pia ile, ukiona ile polls ambazo zimefanywa na watu wengi mm-hmm. UDA iko mbele.